CNN BBC France 24. I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling CNN BBC France 24 na kurekodi kila uongo na kila mnavyojaribu kuchafua. Mimi ni Ibrahim Traore na leo ninavua kinyago usoni kwenu. Ndiyo, mmenisikia mimi ni yule mnayemwita kijana mwanajeshi muwindaji mliye mbrandi kama mtu mwenye misimamo ya hatari, anaenda kinyume na ulimwengu wa magharibi dikteta. Na sasa niko hapa kuwaambia ukweli, na mpaka wakati huu hamuwezi kuzima vipaza sauti vyenu, na wakati huu hamuwezi mkazima kamera zenu, na wahariri wenu hawawezi wakaikata hotuba hii. Kosababu, kwa sababu ulimwengu mliofanya kuwa wa kwenu haupo tena kwa sababu mamilioni ya watu watasikia maneno haya bila kuchujwa na bila kubadilishwa kuwekewa propaganda na bila kufunikwa na uongo wenu. Umri wangu ni miaka thelathini na minne tu. Kila siku ya maisha yangu nilikuwa kwa kuangalia uongo wenu. Nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa naiona Afrika kwenye luninga, siku zote picha zile zile watoto, manzi yakiwazunguka usoni, ardhi iliyokauka, silaha, vifo hii ni Afrika waliokuwa wametuambia. Walisema hivi ndivyo Afrika ilivyo, na sisi tuliamini hilo, tukawa tunajionea aibu wenyewe, tukaionea aibu ardhi yetu, tukaonea aibu watu wetu. Na sasa nimekuwa ninasoma, nafanya utafiti na ninauliza maswali, na nilikuja kuelewa, nikaja kugundua kuwa Afrika mliokuwa mnatuonyesha ilikuwa siyo halisi, hadithi mlizotusimulia zilikuwa za uongo na hatima mliyotupangia ilikuwa mmeitunga. Na kwa miaka mingi, vile ambavyo mmekuwa mkiionyesha Afrika, namna mlivyoiuza kwa watazamaji wenu, kana kwamba waafrika tulikuwa ni viumbe ambavyo siyo binadamu, ni kama tulikuwa mbwa mwitu tu walioachwa msituni, tena walio mbali kabisa na ustaarabu, kama vile tulikuwa tunawasubiri mje mtukomboe, kila siku, kila saa na kila dakika. Habari hiyo hiyo ikiwa inachezwa kwenye runinga zenu: njaa, vita, magonjwa, rushwa, ugaidi, machafuko. Na hayo ndiyo yaliyokuwa yanakuja katika akili za Waafrika Afrika inapotajwa. Katika kamusi zenu za Kiafrika hakukuwa na maneno mengine zaidi: hakuna tumaini, hakuna mafanikio, hakuna maendeleo, hakuna utawala bora, hakuna kujivuna, wala hakuna heshima na hakuna ushindi. Lakini nawauliza New York Times, Washington Post, Guardian, Lamonde, je, mmewahi kuwaruhusu waafrika afrika waandike vichwa vyenu vya habari katika habari zenu? Je, ni mara ngapi mmewahi kuandika kuhusiana na teknolojia inayopatikana Rwanda? Mmewahi kuandika lini yanayoendelea Ethiopia? Mmewahi lini kuandika kuhusiana na demokrasia inayoendelea Botswana? Mmewahi kuandika lini Kenyas entrepreneur ecosystem? Hapana, kwa sababu haya hayaendani na matakwa yenu. Afrika yenu haiwezi kufanikiwa, haiwezi kamwe, kwa sababu hivyo ndivyo mnavyohalalisha unyonyaji wenu. Kama msipoonyesha kuwa afrika haihitaji msaada, je, mtawezaje kuja Afrika? Kama afrika haijabaki nyuma, mtaangaliaje sasa? Mmewahi kujiuliza wenyewe kuwa je, kwenye viti vyenu huko kuna mtu yeyote wa Afrika amekaa hapo? Au kuna mkurugenzi yeyote wa habari kutoka Afrika au mtu yeyote anayetaka kuwapa mawazo kuhusiana na Afrika vile ilivyo uhalisia wake? Sasa ninalo la kuwaambia, na hizi ndio takwimu zenyewe. Afrika inamiliki asilimia sabini ya cobalt duniani. Simu zenu, kompyuta zenu, magari yenu ya umeme hayawezi kufanya kazi bila madini ya cobalt na cobalt hii inatoka Kongo, lakini wakongomani wenyewe hawawezi hata kununua simu. Afrika inamiliki asilimia tisini ya madini ya platinum ulimwenguni. catalytic converters, vifaa vya umeme, vifaa vya madawa hospitalini, vyote hivi vinahitaji madini ya platinum, na madini haya yanatoka Afrika Kusini lakini raia wengi wa Afrika Kusini wanakabiliana na tatizo la ajira. Asilimia hamsini ya dhahabu duniani inatoka Afrika: Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzania, dhahabu zinamiminika kama maji mtoni, lakini watu wetu wanaogelea kwenye umasikini. Asilimia sitini na tano ya madini ya almasi ni kutokea Afrika: Botswana, Angola, Kongo, Sierra Leone, mabilioni ya dola kutokana na madini ya almasi yanachimbwa huko lakini wachimbaji wenyewe wanaishi chini ya kiwango cha dola moja kwa siku. Asilimia 35 ya madini ya uranium yanatoka Afrika, Niger, Namibia, Afrika Kusini. Vinu vya nyuklia vinategemea uranium yetu. Taa za jiji la Paris huwa zinawaka kupitia uranium yetu, lakini vijiji vyetu havina umeme. Na bado mnauliza maswali ya kipuuzi kwa nini Afrika ni masikini? Sasa jibu sahihi hapa ni hili. Kwa nini Afrika imeendelea kubaki masikini wakati kwa uhalisia ni tajiri? Na haya ndiyo majibu yenyewe hapa. Ukoloni haukuisha ila ulibadilika. Mlikuja mkaanza kumiliki ardhi yetu na mkaanzisha makampuni, mkachukua kwa nguvu na mnafanya makubaliano mwanzo, mlitutawala kwa fimbo na viboko, lakini kwa sasa mnatutawala kwa mikopo. Ngoja niwape ushahidi unaoshikika kwa namba, majina, tarehe, lakini kamwe hamtaweza kuandika kuhusiana na haya. Glencore, ni kampuni kubwa ya uchimbaji ambayo inachimba kobati huko Kongo walitakiwa kuilipa serikali ya Kongo dola za kimarekani bilioni mia mbili hamsini na sita kama kodi lakini matokeo yake wakalipa dola milioni mia tano tu ambayo ni sawa na asilimia sifuri pointi mbili je hii ndiyo haki Rio Tinto ni kampuni kubwa ya uchimbaji ambayo ni Australia na Uingereza wanachimba bauxite huko Guinea. tani milioni ishirini kwa mwaka lakini je, ni nini wanachokiacha kwa ajili ya ustawi wa taifa la Guinea? Uharibifu wa mazingira na kansa pia. Total, kampuni ya nishati ni kampuni ya Kifaransa kubwa ya mafuta, inachimba mafuta Angola, Nigeria, Congo. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilipata faida ya dola za kimarekani bilioni thelathini na sita kwa uwekezaji walioufanya huko Afrika, lakini mabomba machafu Anglo-Amerikani waliyafandi haya huko Afrika Kusini lakini sasa huko London. Almasi, platinum, chuma wanachukua kila kitu. Ni nini kilichobakia Afrika Kusini? Watu milioni sita hawana ajira. Na hiki ni kipande kidogo tu katika donge kubwa la barafu. Vipi kuhusiana na mikataba ya kisirisiri ya kimya kimya ambayo haijulikani? Akaunti za siri lakini miamara kwa mbinu chafu wanazozifanya Afrika, dola za Kimarekani bilioni 88 kila mwaka uwa basi zinatoka Afrika. Ni nani anayeandika kuhusiana na haya? Kila mwaka dola za Kimarekani bilioni 45 kwenye misaada inakuja Afrika, na kila chombo cha habari kitaandika kuhusiana na misaada wanayoileta huku, lakini hakuna mtu hata mmoja anayesema kuwa Afrika siyo bara la kupewa misaada au kupokea misaada, ni bara linalotoa misaada kwa mataifa mengine. Mnapotega kamera zenu kwa watoto waliovimbiana matumbo huku Afrika, kuna mfumo mkubwa sana unaofanya kazi kimya kimya, tena chini kwa chini. Kila siku tani za dhahabu, almasi, kobalti, uranium na mafuta vinaondoka kutoka Afrika lakini ni kwa namna gani? Mifumo yenyewe iko hivi. Hatua ya kwanza, wanatengeneza mazingira ya rushwa na kuwanunua viongozi wetu kutengeneza akaunti za fedha za nje, wakiwaahidi maisha ya starehe: tutawasomesha watoto wenu shule za ghari huko kwetu. Hatua ya pili, kuingia mikataba ya miaka hamsini mpaka tisini na tisa bila kuuliza kuwa ushuru utakuwaje ama kodi watalipaje, lakini wakati huo huo wakiacha haki za wafanyakazi ambao ni wazawa. Hatua ya tatu, kudhibiti miundombinu, chukua au miliki bandari, viwanja vya ndege, reli, lakini kutoka migodini mpaka huko bandarini. Na usijenge barabara kwa wanakijiji, usilete umeme mashuleni. Hatua ya nne, usiweke mambo ya usalama, hebu tengeneza makampuni haya ya kulinda usalama, wape silaha. Hatua ya tano, bana vyombo vya habari, waandishi wa habari wa ndani wenye mapenzi mema au wabane, wasiwe na uhuru kabisa na kutoa habari. Waruhusu watu wa nje ndo waje kuandika kile wanachokitaka.